Na daktari mfawidhi wa hapa yuko hapa, mbona umekaa nyuma? Utadhani harusi haikuhusu hii bwana. <laughs> Eh bwana, huyu ndio mganga wetu mfawidhi wa hapa. Sogea, sogea, sogea. Huyu ndio mganga mfawidhi, mnamjua? Jina lake anaitwa dokta nani? Diyo. Elisha nani? Diyo. nani? Mashuka. Mpigieni makofi kwa kazi nzuri daktari wetu. Sasa huyu daktari ni mtu mwema sana, na nyinyi mnajua. Diyo. na anachapa kazi sana Ameanza kuhangaika na sisi kabla kituo akijawa kizuri hivi, si ndio? Sasa kituo kimekuwa kizuri ili mazingira yake ya kazi yawe mepesi zaidi, naomba mumpe ushirikiano aendelee kutuhudumia, na tumemwongezea watumishi hapa wengi sana, mpigieni makofi mengi sana. Eh? sasa Dkt. Elisha tumpende, tumjali, tumwenzi. Eh? na tunakwenda kulima sasa hivi Sakati, sisi tunalima, yeye anahangaika na afya zetu. Tukivuna, nataka nione mnashindana kuleta hapa zawadi kwa Dkt. Elisha hapa. <laughs> Wakulima oye! Zawadi oye! tukiishi vizuri na watumishi wa umma wanafanya kazi kwa upendo na moyo, tumeelewana vizuri, jamani. <tukitikilis> wewe kule unaweka mzigo, anaishusha mzigo hapa, dokta Elisha, si ndio? Eh, mtoto akiumwa, anakuja kumtibu nani hapa? <tukitikilis> Hey, wewe ukipata changamoto ya ajali, unaletwa kwa nani? <tukitikilis> Sasa unashindwa nini? Ukivuna mahindi, ukaleta mahindi yako matatu, ukampa Dr. Elisha. Dr. Elisha wewe. Kwa hiyo niwaombe sana, Dr. Elisha pamoja na timu yake yote, tuwape ushirikiano wa kutosha ili waone raha na furaha ya kuletwa wapi, Mauninga, kututumikia na kuhusu ule mpango mpango mpango wetu wa nyumba ule nimezungumza. Serikali nayo mpango mkubwa wa kuendelea uwezo, kujenga uwezo wa hiki kituo, lakini kuhusu habari ya nyumba nataka tuanze wenyewe. Mwambieni mheshimiwa diwani, isivuke wiki ijayo, mmekaa ODC. Sawa bwana, unajua kufanya kazi na emergency, kazi mimi naenda mbio. Sawa sawa, eh. Sasa wiki ijayo kaeni ODC, kubalianeni namna gani mnaanzisha ujenzi wa ile nyumba moja. Mimi nawachangieni mifuko hamsini mtakapoanza kazi. Tumeelewana vizuri. Lengo letu ni nini? Dr. Elisha huyu asiondoke hapa. Ili awe anatutibu na anabaki wapi? Hapa. Ana akiwa anakaa mbali, tukipata dharura tutapata shida. Lakini akiwa anakaa hapa hapa jirani, ni rahisi sana hata tukipata dharura hata usiku, tuna uwezo wa kumkimbilia Dr. Elisha akafungua mlango akaja hospitalini kutusaidia. Tumeelewana vizuri jamani. Yeah. Wangapi wanasema tutaungana mkono na wewe mkuu wa mkoa tuanze hii kazi mapema? Yeah. Ajipigieni makofi mengi sana. Eh? Yeah. Yeah.